Um, kama tulivyosema awali kwamba Kiota Hub iko ndani ya chuo kikuu cha Iringa. Naam. Cha kwanza, watu wa kwanza ambao wananufaika na Kiota ni wanafunzi mm. ambao wanasoma ndani ya chuo kikuu cha Iringa mm. lakini pia tuna membership. Bado tunafanya restructuring ya fee okay. kwa hiyo bado hatujaanza kuchajisha a kwa sasa hivi mm. wanafunzi ambao wako ndani ya chuo kikuu cha Iringa wanaruhusiwa kuja Kiota Hub na kuweza kuaccess huduma zetu ambazo ni tunafanya mambo ya nurturing, okay. business ideas kwa okay. hiyo kijana yoyote ambaye ana mawazo ya kibiashara lakini anakosa ujuzi afanyeje? mm -hmm. anakuja Kiota Hub, lakini pia pale kuna open space. kile Kiota Hub sio sehemu, nadhani waga kuna misunderstanding, most of the wanafunzi wanadhani ni sehemu ya kwenda kujisomea, lakini mimi mm -hmm. niambia, no, hapa uje na idea ya biashara na wazo mm -hmm. lako la biashara ni mm -hmm. sehemu yako husika, inakuhusu kabisa, muda wowote saa yoyote unakuja unatumia space. Kwa hiyo labda mtu unataka uwaze swala lako la biashara, maybe watu wa journalism mm -hmm. unataka kuanzisha na. kitu chenu ambacho kinaendana na na mambo mnayoyasomea, then unakuja Kiota mtanikuta mimi pale na utatumia ile space kwa ajili ya kufanya meeting kwa maana ya kufanya ideation ya kile mnachotaka kukifanya, then so, that is a free space kwa ajili ya wanafunzi, lakini pia service nyingine tunaofanya ni linkages, ndio nadhani kama nilivyosema kwamba tunashirikiana kwa namna moja au nyingine na watu kama TWCC. Okay, ni sehemu ya wadau ambao tunafanya nao kazi kwamba, mm -hmm. vijana wetu nakuta wameshafika hatua fulani lakini wanahitaji kushikwa mkono, okay, sisi kiota hatuwezi kuwapa pesa hatuwezi kuwapa baadhi ya networking issues, lakini tuna walink na wadau sasa ambao wanazunguka hiyo tasnia ya ujasiria mali na viwanda na innovation kwa hiyo, okay. unakuta kuna watu kama TWCC, kuna watu kama TCIA, kuna watu kama SIDO. Tuna walink vijana huko kulingana na kitu kijana anachokifanya, lakini apart from that, pia tunafanya um, financial linkages. tuna walink vijana kwenye institution tofauti tofauti za Kifedha. Naam. Yeah. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa um, wanafunzi, lakini pia Kiota inasimama kama daraja kati hmm, ya chuo kikuu cha Iringa na wanajamii nje. Naam. Kwa sababu tunaamini pia changamoto ya